Mwishowe watakuja kujua. Wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum, na hatukuuangamiza mji wowote ule ila ulikuwa na muda wake maalum uliowekwa kimaangamizi. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, hautangulii muda wa kuangamizwa kwa kaumu yoyote ile.

si utuletee malaika waje watuthibitishie utume wako ikiwa wewe ni miongoni mwa wanaosema kweli. ma nunazzilu almalaikata illa bilhaqqi wama kanu idhan mundharin. Allah akawajibu washirikina, sisi hatuwateremshi malaika ila kwa haki, na hapo watakapoteremshwa malaika

tuliwatumia mitume kwenye mataifa ya mwanzo. wama yatihim min rasul illa kanu bihi yastehzi'un, na hakuwafikia mtume yoyote isipokuwa hao watu wake walimdhihaki. kadhalika nasulukuhu fi qulubi almujrimin, na kama tulivyoingiza tabia ya ukafiri na shere kwa watu wa mwanzo dhidi ya mitume wao

Na lau tungewafungulia hawa washirikina mlango wowote wa mbingu wakawa wanapanda humo na kushuhudia yaliyoko huko, pia wasingeamini. Laqalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun, basi hawa washirikina wangesema kwa inadi, macho yetu yamelevywa bali sisi ni watu tuliorogwa. walaqad ja'alna fi s-samai burujan wa zayyanaha linnaadhirin, na kwa hakika kabisa tumeweka katika anga vituo vya sayari na tumeipamba mbingu hii ya dunia kwa ajili ya watazamao ili wapate mazingatio. wa hafidhnaha min kulli shaytanin rajim na hilo anga tunalilinda na kila shetani aliyelaaniwa, ili asiweze kusikia wahi na kadhalika. Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin, isipokuwa kwa shetani anayesikiliza kwa kuibia, naye hufuatwa na kimondo kinachoonekana.

na tukawawekeeni humo vitu mnavyovihitajia katika maisha yenu na pia tukajalia maisha ya hao ambao nyinyi sio wenye kuwaruzuku isipokuwa Allah tu. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, na hakuna chochote chenye manufaa isipokuwa hazina yake inatokana na sisi wala hatukiteremshi ila kwa kipimo maalum kulingana na mahitaji. Wa arsalna <tune> riyah <tune> lawaqih fa anzalna min as-samaa'i ma'an fa asqaynakum fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bi khazinin, na tunazipeleka pepo za kupandishia na tunateremsha kutoka mawinguni maji kisha tukukunywesheni maji hayo wala wa si nyinyi mnayo yahifadhi. Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu lwarithun, na kwa hakika sisi ndio tunaohuisha na tunaofisha na sisi ndio warithi wa viumbe na huu ulimwengu. Wa laqad alimna almustaqdimin minkum wa laqad alimna almustakhirin al, na kwa hakika kabisa tunawajua wajua waliotangulia katika kuzaliwa na kufa katika nyinyi

na tulimuumba mtu wa kwanza kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope meusi yaliyovunda. waljanna khalaqnahu min qablu min naris samum, na majini tuliwaumba kabla ya kumuumba Adamu kwa miale ya moto.

Basi nitakapomkamilisha na kumpulizia roho yangu basi mwangukie kwa kumsujudia. fasajada almalaikatu kulluhum ajmaun, basi malaika wote kwa pamoja walimsujudia. illa Iblisa aba an yakuna ma'a asajidin, isipokuwa Iblisi yeye alikataa kuwa pamoja Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'a sajidin, Allah alisema ewe Iblisi, umepatwa na nini hata hukuwa pamoja na waliyosujudu. Qala lam akun lm li asjuda li basharin khalaqtahu min salsali min hamain masnun, Iblisi alisema aiwi, mimi nimsujudie mtu uliyemuumba kwa udongo unaotoa sauti

Ewe Mola wangu mlezi, nipe muhula, nibakishe mpaka siku watakapofufuliwa watu. Qala fa innaka min almunzarina ila yawmil waqtil maalum. Allah alisema, kwa hakika wewe ni katika waliopewa muhula wa kutoangamizwa mpaka siku hiyo, wewe utaendelea kuwepo

ataathirika nawe yule mpotofu aliyekufuata. wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, na bila shaka jahannam ndipo mahali pao walipoahidiwa wote wanaokufuata. laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un um maqsum, moto wa jahannam kuna milango saba na kwa kila mlango iko sehemu waliyotengewa. innal muttaqina fi jannatin wa uyun, hakika wanaomwogopa mola wao watakuwa katika pepo na chemchemu. udkhuluha bi salamin aminin, wamcha wa Allah wataambiwa ingieni peponi kwa salama na amani.